Ni moja ya mafanikio makubwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba haki na wajibu, sheria na mambo mengine, yanajikita katika watu wa kawaida kabisa. Mimi bwana, leo nakiangalia Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM. Hiki ni moja kati ya vyuo vikuu vikubwa zaidi na maarufu nchini Tanzania. Kimejikita katika kutoa elimu bora, Utafiti na huduma kwa jamii. Mojawapo ya juhudi za Udom katika huduma za jamii ni kuendesha kliniki ya msaada wa kisheria Legal Aid Clinic ambayo ni sehemu muhimu ya maendeleo ya taaluma ya sheria na huduma kwa jamii. Nimetafuta wataalamu mimi. Na hapa nina Dr. Scholastica Joseph Maliti, huyu ni mhadhiri msaidizi shule kuu ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dodoma Udom. Hivi Unajisikiaje dokta, kwanza, kushiriki kikamilifu kwa ndoto ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia kuhakikisha haki inatamalaki katika jamii ya Tanzania. Unajisikiaje kama umaalum kwa, kwa sababu kati ya watu wengi sana Tanzania, mimi ni mmojawapo ambaye nimepata nafasi hii ya kuitumikia taifa na kutumikia azma ya Mheshimiwa Rais katika kufikisha lile jambo ambalo anataka lifanikiwe katika taifa hili kwa wananchi kuweza kupata haki, usawa, amani kwa ajili ya maendeleo yao. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu adimu ambacho nashukuru kupata nafasi hii. Ni kujuze tu kwamba mhadhiri huyu msaidizi anatoka katika chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Kwa ufupi, chuo hiki kilianzishwa rasmi mwaka 2007 kwa dhamira ya kupanua fursa ya elimu ya juu nchini Tanzania. Yudom, kina vyo tanzu mbalimbali ikiwa ni pamoja na shule ya sheria School of Law, ambayo, ambapo kwa sasa kuna kliniki ya msaada wa kisheria ambayo inaendeshwa. Kwa ufupi, hii kliniki ni nini hasa? Mnafanya nini? Katika clinic ya msaada wa kisheria katika chuo kikuu cha Dodoma, shule ya sheria, tunajihusisha na kutoa elimu ya kisheria. Tunapozungumzia msaada wa kisheria, ina maana mojawapo ni kumwelimisha mwananchi na kumpa uelewa wa masuala mazima ya sheria, lakini pale ambapo kuna changamoto, kuweza kumsaidia kutatua changamoto hiyo. Inaweza ikawa ni kwa kuitatua kwa kumpa tu elimu, kwa njia mbadala au kwa kufikisha mahakamani ili hatua zaidi ziweze kuchukuliwa. Hiyo ni sehemu kuu ya kufanya shughuli za kisheria, lakini shughuli hizi tunafanya na wanafunzi, kwa sababu tunamfundisha mwanafunzi ni aina gani ya jamii ambayo atakwenda kuitumikia kama mwanasheria. Kwa hiyo, anajua katika hali ya kawaida ya mwananchi wa kawaida ni masuala gani ya kisheria ambayo wanakutana nayo, hivyo anavyorudi darasani anakuwa na upeo mpana wa kisheria wa kujua mambo mahususi ambayo yanawakuta wananchi, changamoto zao, namna ya kutatua, na hivyo inampelekea uelewa mkubwa zaidi wa kisheria kuliko mwanafunzi yule ambaye hana fursa ya kwenda uwandani na kujua kinachoendelea. Hii ni moja kati ya kliniki ambayo inashirikiana na taasisi mbalimbali kama vile ofisi za serikali ikiwemo hii Wizara ya Katiba na Sheria, lakini pia asasi zisizo za kiserikali zinazojihusisha na haki za binadamu, lakini mashirika ya misaada ya kisheria yanayofanya kazi katika mikoa ya jirani na chuo hiki. Hali ikoje, mapokeo hasa ya wanafunzi katika kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu kwenye zoezi zima la utoaji msaada wa kisheria. Kwa upande wa mwanafunzi, wanaipokea vizuri sana, kwa sababu kwanza ni sehemu ya somo. Tunao kabisa sheria ambayo tunafundisha masuala mazima ya utoaji wa msaada wa kisheria, clinical law, ambapo tunafundisha mwanafunzi kwa vitendo. Sasa tunavofika wakati wa kwenda uwandani, ni wengi wanapenda kushiriki. Kwa hiyo inategemea tunaenda katika masuala yapi ili kuangalia kozi ambazo mwanafunzi ameshazisoma. Kwa wanafunzi wale, kwa mchanganyiko, kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa nne, tunawapeleka uwandani, wanaenda kujifunza. Wanaporudi, wanavyopata zile taarifa kutoka kwa wenzao, wamekutana na nini, wanatoa ari kwa wanafunzi wengine. Hivyo inapofika wakati wa kwenda uwandani, uandani, kwa kweli wanafunzi ni wengi wanaopenda kushiriki, lakini vilevile vile ni jambo lazima kwa kila mwanafunzi kuweza kushiriki. Kliniki hii ya msaada wa kisheria ya Udom ni mfano mzuri wa, wa jinsi taasisi za elimu ya juu zinavyoweza kuchangia maendeleo ya kijamii kupitia huduma zake. Inatoa msaada wa moja kwa moja kwa jamii, huku ikiwajenga wanafunzi kuwa mawakili bora baadaye. Hii ni juhudi muhimu katika kukuza haki, usawa na utawala wa sheria nchini Tanzania. Ukimwangalia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta kama wewe dokta, unamwambiaje leo juu ya kile anachokiamini kwamba wananchi wake wana, watamalaki kwa haki usawa na amani na utulivu? Ninamwambia Mama kwamba awe na amani, watumishi wake tuko uwandani kufanya kazi na tunamwakilisha kikamilifu katika kufanya kazi hiyo, na kwamba kuna mapokeo mazuri sana Watu wanafikiri hili jambo ni dogo, lakini ukifika uwandani kwa kweli, tatizo kubwa si migogoro. Tatizo kubwa ni uelewa wa kisheria. Ukikutana na watu mia moja ukawapa elimu ya kisheria, wakaelewa vizuri, unakuta umesuluhisha zaidi ya migogoro themanini kwa kupata tu elimu. Anakuja kugundua kwamba kumbe ule si hata mgogoro, sikuwa tu nikifahamu sheria. Kwa hiyo namwambia mama aliwaza jambo zuri sana na maono yake kwa kweli yanasaidia wananchi kwa kiwango kikubwa sana, na hata takwimu zinaonyesha hivyo. Iwe mimi natoa rai kwa wale watu wote ambao wanapata fursa ya kuweza kutembelewa na timu hii katika kutoa huu msaada wa kisheria waweze kujitokeza. Mambo mengi yatatatuliwa kwa kupata elimu. Kwa mfano unapomfundisha mtu kuhusiana na ardhi, unakuta mgogoro wake, alidhani ana mgogoro, kumbe hakufahamu tu sheria inasemaje kuhusiana na ardhi. Masuala ya talaka, masuala ya ndoa, ukatili wa kijinsia, utawala bora. Wakati mwingine hakuna migogoro, ni ufahamu tu. Kwa hiyo sehemu kubwa ya kampeni hii tunatoa elimu kwao. Tunapotoa elimu, unakuta unasuluhisha mambo mengi sana ya wananchi. Hivyo mimi nampongeza sana mama lakini namwambia awe na amani, tunapiga kazi. Sauti hii ni ya mhadhiri msaidizi wa shule kuu ya sheria, chuo kikuu cha Dodoma, Dkt. Scolastica Joseph Maliti. Dkt. Scolastica, Mungu akubariki sana. Amen.